Uh, sasa ndugu zangu, lile somo ambalo tulisema kwa ajili ya kuku wa mayai au chotara au kienyeji kwa ajili ya kutaga tunaanza leo. Tumeligawa katika vipande vitatu. Kipande cha kwanza leo hii ndo tutaangalia wale kuku wa mayai kabisa layers wenyewe. Uh, kwanza layers wenyewe ufugaji wao, uh, huwa wanapewa starter. Utaanza kuwapa starter kwa muda wa mwezi mmoja, watakapofika ule mwezi wa pili Uh, mpaka miezi mitatu na nusu utawapa grower. Wakifika miezi mitatu na nusu na kuendelea utaanza kuwapa chakula kwa ajili ya kutaga, kama ni unanunua cha dukani layer mash, au kama unatengeneza wewe mwenyewe. Hapa sasa unapoanza kuwapa hiki chakula cha kutaga, kuwa makini sana. Kwa upande wetu ningekushauri utumie chakula cha Silverland. Maana makampuni mengi nimeona yakilalamika wakiwapa kuku hawatagi wa, lakini kwa uzoefu wetu sisi chakula cha Silverland kipo vizuri kabisa. Kama unaenda kununua cha dukani, nunua chakula cha Silverland. Kama unatengeneza basi tengeneza kwa kutumia formula iliyopo kwenye kile kitabu cha Safari ya Ufugaji. Aa, na utakapoanza kuwalisha usiwalishe sana na wala usiwapunje sana kwa kila kuku mia wanakula kilo kumi na mbili. Kama una kuku mia, hakikisha unawapa kilo kumi na mbili. Uh, utazigawa wewe sasa, asubuhi, mchana na jioni. Unaweza ukawapa asubuhi kilo nne, mchana kilo nne na jioni kilo nne. Halafu kitu kingine cha kuzingatia kwa hawa kuku ni taa, wawashie taa usiku, kwa sababu hawa ni kuku ambao wanahitaji mwanga kwa muda wa masaa kama kumi na nane. Kwayo, kwa hiyo kwa masaa hayo uwezi kusema utaamka usiku labda kuwasha na kuzima. Hapana, wewe washe tu taa, washe na taa bandani. Hicho ni kitu cha kwanza cha kuzingatia. Zingatia, zingatia kuwapa hiyo nani, hiyo wawekee hiyo taa. Lakini vilevile kitu cha pili ambacho unatakiwa uzingatie ni kwenye upande wa chakula, kama nilivyosema, tumia chakula cha Silverland au tengeneza kwa kutumia formula iliyopo kwenye kitabu cha safari ya ufugaji. Kitu cha tatu cha kuzingatia ni vitamini ambazo utakuwa unawapa kwenye maji, kwanza kabisa huku nyuma ambapo utakuwa ukiwapa starter na grower, pendelea sana kutumia Nimovit. Kwa sababu Nimovit ina vitamini ambazo zinasaidia moja kwa moja kutengeneza mayai. Ile vitamini ambayo ina antibiotic ndani yake ya Nimovit huwa ina vitamini ambazo zinaweza kusaidia kutengeneza mayai, zinawaandaa kwa ajili ya utagaji. Utawapa kwa ule muda wa siku ya kwanza mpaka miezi mitatu na nusu, utakuwa ukiwapa hii Nimovit. Uh, utakapoanza ule mwezi wa tatu na nusu na kuendelea, ambapo sasa unawapa chakula kwa ajili ya kutaga, utaanza uta na kuwapa egg booster formula. Hii egg booster formula utawapa kuanzia pale miezi mitatu na nusu mpaka minne na nusu, wape egg booster formula, kwa sababu hii miezi minne na nusu ndio kuku wengi wa mayai huwa wanaanza kutaga. Egg booster formula ile ya kwenye maji ni kama vitamin Kwahiyo so, badala ya kutumia vitamini nyingine, iani mtoto s hachana na hizo vitamini nyingine za dukani, utakuwa unatumia hiyo egibusta fomula au egibusta au egibusta fomula hapo, tumia hiyo egibusta fomula kwa hiki kipindi. Pia utakuwa umeweka un unaweka un un ratiba yake, kwa so, mfano siku tatu unawapa egibusta fomula au hiyo e egibusta siku nne katika ile wiki utawapa majani mbalimbali au utawapa hizi vitamini za asili. Kwa mfano vitamini ambazo utakuwa unatumia ni zile ambazo ziko kwenye kile kitabu cha tiba za asili. Utasoma sehemu ambayo imeandikwa tangawizi, kitunguu saumu na pilipili halafu. Mchanganyo mwingine utaenda kwenye ule mchanganyo wa majani ya maboga, unawapa labda majani ya maboga, unachanganya na kitunguu saumu. Hiyo ni wiki nyingine. Wiki nyingine inayofuata utawaandalia labda mchanganyo wa majani ya mondo utaweka na kitunguu saumu pamoja na tangawizi hapo. Huko unaweza kuandalia majani ya mparakishi ukayasaga. Ile mparakishi huwa kuchanganya na vitunguu saumu. Hiyo huwa ni mtiririko wa vitu ambavyo utakuwa unaweka kwenye maji. kwa hiyo kipindi ambacho <tipa> uh, sasa ukija kwenye hiki kipindi ambacho sasa ndo kuku wanakuwa wanataga, kuanzia hiyo miezi minne na nusu na kuendelea, hapa kuku wako wape hicho chakula bora. Hakikisha unawapa mwanga, hakikisha unawapa hizo vitamini za asili kama ambavyo walikuwa ziwapa kuanzia ile miezi mitatu na nusu mpaka hapo walipofika. Wataendelea na ratiba yao ile ile ya vitamini za asili halafu, kwenye vitamini ya dukani utatoka kutumia egibusta au egibusta fomula, utaanza kutumia leivita. Hapa sasa tumia leivita au taratiba ni ile ile, siku tatu utawapa hiyo ile vita, siku nne watengeneze hivi za asili, yaani kila wiki. Ukifanya hivyo, basi utaona kuku wako wakitaga mayai mengi sana. Kitu kingine, hakikisha umewawekea viota vizuri vya kutagia. Halafu kitu kingine, nafasi, usiwaweke kwenye chumba ambacho wamebanana sana. Wakibanana sana watakuwa wanadonoana sana na utakapopata changamoto hii ya kudonoana kwa hawa kuku, kwa sababu mara nyingi huwa wanadonoana usipokuwa makini. Wanadonoana kwa sababu ni njaa, wakati mwingine huwa inakuwa uki, ukiwachelewesha sana kuwapa chakula kwenye ile ratiba ambayo umewazoesha utakuta wamedonoana sana uh, wakati mwingine huwa inakuwa ni upungufu wa madini sasa kama umewapa chakula vizuri umewapa vitamini nzuri ya asili, ukaona bado wanaendelea kuwa na hii tabia ya kudonoana, ujue ni chakula umewacheleweshea. Hapa kutakachofanya, wakiwa wamedonoana tayari wana vile vidonda, nenda kasafishe vile vidonda vizuri, alafu paka amoxicillin kwenye vile vidonda. Ah, tunaomba na nyie muulize maswali.